Kwamba watu kumi wamepoteza maisha na wengine arobaini na wanne wamejeruhiwa vibaya baada ya basi la kampuni ya Barcelona lenye namba za usajili T 110 CUU lililokuwa likitoka Dar es Salaam kuelekea Mahuta mkoani humo kupinduka katika kijiji cha Miteja yawanikirwa hapo jana. Akitoa taarifa ya tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Lindi, kamishina msaidizi mwandamizi Renata Mzinga, anaelezea zaidi kuhusu ajali hiyo. Katika vifo hivyo wanawake sita, mwanamume mmoja, watoto mwanamke mmoja na wanaume wawili. Lakini hata hivyo, katika uchunguzi wetu tumegundua kuwa uwezo wa gari hiyo ni watu 48, lakini ukiangalia idadi ya abiria jumla ni 54. Kwa hiyo kuna abiria zaidi sita, ambalo ni kosa la usalama barabarani. Tunaendelea kufuatilia, tujue kama dereva yuko hai, kwa sababu mpaka sasa hatujapata majina kamili ya marehemu kama dereva atakuwa yuko hai, basi sherehe itachukua mkono. Lakini hata sasa hivi bado tumeshampata kondakta yuko hai, lakini bado hajaweza kutueleza jina lake.